Naam, hargani mwanamichezo mwenzangu karibu sana katika channel yako pendwa ya Mapro TV kupata zile updates ambazo zinaendelea za kimichezo lakini pia kwa wale wapenzi wa burudani na matukio mbalimbali, uh, videos mbalimbali zinawekwa hapa ili upate updates ya kila kinachoendelea katika nyanja tofauti tofauti. Huu ni wasaa wa kimichezo uh, habari mbali -mbali michezo zimejiri gani, na tunaangazia habari mbalimbali za kimichezo ambazo zimejiri ndani na nje ya mipaka ya Tanzania.

kuwa nasi ili upate kufahamu ni nini kinaendelea, ni nini kimejiri katika upande wa michezo. Hakikisha kama bado haujaungani naso, na bonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili pokea taarifa mbalimbali tunapo upload video zetu, na kuwekwa hapa kila siku kila saa na kila wakati. Na kwa sasa tunaangazia taarifa kutoka katika shirikisho la soka barani Afrika Kafu ambalo lina Uh, shirikisha vil, uh, mataifa mbalimbali huru ya Kiafrika ambao ni wanachama wa shirikisho hilo. Sasa, kama unafahamu vyema kwamba Uh, bado sekeseke seke la dabi ya Wanakariakoo kati ya Young Africans Sports Club na Simba Sports Club linazidi kuchukua sura mpya, na juzi tuliona lilifika uh, kule bungeni na likiwa limejadiliwa, lakini bila kufikia mwafaka wa nini kifanyike. Bodi ya ligi uh, kupitia shirikisho hilo la soka Tanzania TFF waliweza kutoa taarifa mpya ya kwamba mechi hiyo ya dabi kati ya Young Africans na Simba Sports Club inatakiwa ipigwe siku ya tarehe kumi na tano mwezi Juni mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwa maana mwezi wa sita inatakiwa dabi hiyo ipigwe, lakini pia, baada ya masaa kadhaa kupita, tuliona pia klabu ya soka ya Yanga iliweza kutoa barua rasmi ya kuwataarifu uh, wanachama na mashabiki wa klabu hiyo kwamba msimamo wa Young Africans bado uko pale pale, ya kwamba hawahitaji kucheza mechi hiyo hadi uh, kufanyika reforms ambazo wamekuwa wakizihitaji. Moja ya reforms ni pamoja na kuondolewa ama kuvunjwa kabisa kwa bodi ya ligi na kutengenezwa bodi mpya, kwa maana wale viongozi wa bodi ya ligi waondoke na waletwe viongozi wapya, ndipo Young Africans pengine watakubali kucheza. Sasa kufuatia sakata hilo uh, linaloendelea bwana, shirikisho la soka barani Afrika CAF limekuja na barua ndefu, barua ambayo nitakufupishia tu kidogo, ili uweze ufahamu kontekst mzima ya nini shirikisho la soka barani Afrika wameiandikia TFF na uh, vilabu vya Simba na Yanga kufuatia mchezo huo kuzidi kuchukua sura mpya. Sasa CAF bwana wameandika hivi, um, kwa mambo mengi ambayo wameandika na kukufupishia kidogo, ni kwamba wanalitaka shirikisho la soka Tanzania TFF kuzingatia uh, mienendo na taratibu zote ambazo zimewekwa, taratibu za kimichezo ambazo wamejiwekewa wenyewe, lakini pia kufata sheria uh, ambazo sheria za kimichezo ambazo uh, zipo chini ya usimamizi wa shirikisho la soka barani Afrika CAF, lakini pia wamevitaka vilabu vya soka vya Simba na Yanga kuzingatia sheria, kanuni na taratibu ambazo zimewekwa na um, shirikisho la soka Tanzania TFF, na hivyo uh, wameiomba pia TFF kuendana na taratibu za kimichezo kama shirikisho pasi na kushirikisha upande wa serikali, kwa sababu wamesema kuna tetesi zinazodai kwamba kuna baadhi ya viongozi wa serikali wanaingilia. Kwa hiyo hili ilipatikana jawabu uh, shirikisho la soka TFF linatakiwa lisimamie misingi ya